Uhuru huyu aliambiwa ajenge airport hapa nao ya wazungu kuja hapa. Akapeleka airport kwake. Shamba alinunua huko Grigoris. Hata tumezima hiyo airport tumesema hatuwezi jenga airport kwa shamba ya mtu. Ndio mtu awe akisafirisha meno ya ndovu ama ama gold ati kutoka hiyo airport inaenda ng'ambo. Sisi tulikataa. Na rais saa hii kupitia governor ame ametuletea international airport hapa naro. For the first time, International Airport. Yenye mandege badala ya kukuja Wilson, badala ya wazungu kufika JKA na kuenda Wilson, na kuja kuenda mara wanakuja direct kutoka JKA, wanalanda hapa, wanakonekta hapa. Alafu, governor, iyo airport ikikuwa, funga mandege yote isiwa ikanyaka mara kama Tanzania, kwa nini mandege iende mara Mandege ikuje Narok, vijana hawa wetu wote wanunue magari ya kusafirisha wazungu kutoka Narok mpaka huko ndani. Alafu mtu anatuambia ati tano, ati ati, ati one time. Iyo one time hiyo kitu one time hiyo itakuja kula watu wengine, sio Rais William Ruto, sio Patrick Ole Ntutu. Lazima Patrick amalize yake kumi, rais naye pia amalize yake ngapi? kumi unangojea mtoto mpaka amalize form 4 afanye mtihani, mtihani itoke, ijulikane kama amepita hajapita. Kwa hivyo huwezi fanyisha mtihani saa hii. Ndio Ndutu amefanya nini? Ni mwaka mbili.